Unatazama ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Basi karibu sana kwenye channel hii. Tafsiri ya ndoto yako ukiletewa nami uh, Pastor Peter Shamah uh, leo hii ningetaka nikakufunze ndoto Uh, saba zinazo kuashiria ya kwamba hatima yako ni kubwa. Una hatima nzuri, una hatima ya mafanikio, kwa hiyo hauhitaji kukata tamaa. Kumbuka kama vile mimi husema siku zote, kuelewa ndoto yako inamaanisha nini inakuwa ni bora kwa usalama wako. Sasa hizi ndoto zinakuashiria, zinakufunulia, zina reveal zinakufunulia ku, zina na hatima yako, kesho yako ya kwamba ni kubwa. Kama ulikuwa unapitia shida ulikuwa unapitia matatizo kisha ukajikuta unaota ndoto hizi, basi haupaswi kukata tamaa, unapaswa kuendelea ku press on, maana Mungu anakuwazia mambo mazuri. Dreams that reveal you have a wonderful destiny ndoto zinakuashiria una hatima nzuri, kwa hiyo sikate tamaa. Ndoto ya kwanza, unapoota ndoto hii inakuonyesha kwamba una hatima nzuri. Wakati wote unapoota na shamba ama unaona a beautiful land, maeneo mazuri, shamba nzuri, ama unaota na waterfall ule mtiririko wa maji maji masafi maji mazuri basi ndoto hii inakwambia kwamba una hatima nzuri. Ama unaona shamba imenawili vizuri vyakula viko vizuri shambani ni nzuri. Kitabu cha Kumbukumbu -kumbu la Torati nane na mstari wa saba Kumbukumbu -kumbu la Torati nane saba inasema kwa kuwa Bwana Mungu wako ya kuingiza katika nchi nzuri. Kwa hiyo unaota na nchi nzuri ama hata pia unaota umeenda nchi ambao hukuna ujawai enda, unaona maeneo mazuri ehe, eleo Mungu anakuzungumzia, kwa kuwa Bwana Mungu wako ya kuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibuji vibujikavyo katika mabonde na milima. Kwa hiyo ukiota ndoto hiyo, mwana wa Mungu, unaona nchi nzuri Maybe shamba nzuri unaona vijito vya maji unaona chemichemi na visima, maji yanayobubujika kutoka mabondeni na milimani, yani waterfall. Basi una, una hatima nzuri, usikate tamaa, endelea hata kama mambo hayako sawa, usikate tamaa. Ndoto ya pili unapoona uh, uko na watu ama unaona watu wakuu, watu mashuhuri na mataifa yana, yanafanya nini? Yanatiishwa chini yako ama wananyenyekea chini yako. Unaona watu wakuu, watu mashuhuri, unaona mataifa yakiwa yananyenyekea ama yana, yana bao yananyenyekea mbele yako, basi ina maana kwamba wewe ni mtu mkuu na uko na hatima kubwa. Kitabu cha Danieli tano na mstari wake wa tisa. Hii ndoto nimepatana nayo, mtu ananiambia nimeona, uh, niko na wakubwa wengine wananisalimia kwa heshima na nini. Hebu sikiza Danieli tano tisa inasemaje, Daniel chapter five verse nine. Inasema hivi, ndipo mfalme Belshaza aka akaangaika sana, uso wake ukambadilika, na wakuu wake wakaona wakaona fadhaa. Uh, basi malkia okay, ukiwa uki na muda unaweza ukasoma. waliweza ku kunyenyekea chini ya da, Danieli Mungu wa Danieli, waliweza kuhambo waliweza kunyenyekea. Kwa hiyo unapoota hao watu, unaona watu mashuhuri wanakusalimia kwa heshima na kadhalika, basi ndoto hiyo ama unajiona uko katikati yao, lakini ile heshima wanakupa wanakupa heshima inaonyesha kwamba uko na hatima uh, hatima kubwa sana maishani. Usikate tamaa licha ya mambo unayoyapitia unaenda unaenda kufanya nini? Unaenda ku kufaulu Amen. So mfalme na wale wengine walifadhaika walifadhaika kwa sababu ya Mungu wa Danieli. Okay, ndoto ya tatu, ukiota unawapiga watu fulani waliokuwa na kushambulia ama wanataka kukushambulia na ukawashinda. Fighting and defeating your attackers. Unawapiga, hawa ni watu waliokuwa wanataka kukushambulia kisha ukaona umewapiga na ukawashinda. Watu walio na hatima kubwa watu ambao kesho yao ni kubwa, huwa wanapitia mambo makubwa magumu sana maishani, wanapitia vita kali sana maishani. Anybody, mtu yeyote aliyebeba ukuu amebeba hatima kubwa, vita vyake ni kubwa, anapitia changamoto aa, zaidi. Kitabu cha Kutoka 15, mstari wa saba. Exodus chapter 15, verse 7, nasema hivi kwa upepo wa mianzi ya pua yako maji yalipandishwa, mawimbi yakasimama juu wima, mfano ok. Samahani, nasoma mstari wa tisa, mstari wa sita. Adui akasema nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara, nafsi yangu itashibishwa na wao, nitaufuta upanga wangu, mkono wangu, uh, mkono wangu utawaangamiza. Sasa unapoona adui anayekufuatilia anayekufuatilia ukisoma chini utaelewa kilichotokea ukaona, umewashinda, walikuwa na nguvu kukuzidi, lakini kwenye ndoto umewashinda, basi ndoto hiyo inakuonesha ya kwamba uko uh, na hatima kubwa. Lakini ukiona wanakushinda, basi uko na shida, utakuwa na ugumu mwingi kusimama maishani. Kwa hiyo any dream unaota umewashinda ulikuwa unapigana ukashinda, basi ni ndoto nzuri na kuashiria ushindi. Ndoto ya nne, ndoto ya nne, na ndoto ambayo unaota uki- ukiokoa maisha, una save lives, unawaokoa una watu. Ah, watu walikuwa kwa shida, walikuwa kwa matatizo, maybe wengine wanabebwa na mafuriko, ah wengine hawakuwa wengine, ha, kwa hali nzuri, wanaangamia wewe unawasaidia basi ndoto hii kwako itakuwa ni ndoto nzuri, ni sawa na ile ndoto ambayo unaota ukiwapa watu vyakula, unawasaidia watu uh, inaonyesha ukuu. Kitabu cha Zaburi kumi, Zaburi uh, kitabu cha Zaburi sabini na tisa. Wacha tuangalie Zaburi sabini na tisa inasemaje? Sam Sam. Aha, inasema hivi sabini na tisa Zaburi mstari wake wa kumi na moja verse number 11 inasema, kuugua kwake aliyefungwa na kuingia mbele zako kwa kadiri ya uwezo wa mkono wako uwahifadhi wana wa mauti. Aha, unasikia kuugua kwake aliyefungwa na kuingia mbele zako kwa kadiri ya uweza wa mkono wako uwahifadhi wana wa mauti. Yaani kwa mikono yako, kwa uwezo wako, kuna watu ambao walikuwa hawana matumaini. Kwa ile ndoto unaona unawasaidia, unawasaidia basi na kuashiria una hatima nzuri. Namba tano, ndoto yote ambayo unaota unajenga nyumba nzuri nyumba, jumba kubwa, jumba nzuri ama unaishi ndani ya jumba la kifahari basi inakuonesha ya kwamba una hatima kubwa. Ndoto yoyote unayoota unajenga nyumba ama unaishi kwa nyumba ya kifahari, humo ndani ya jumba la kifahari hilo, ndoto linakuonesha ya kwamba una hatima kubwa. Ndoto inakuonesha uh, inakuonesha matukio yatakayokuja kufanyika. Isaya sitini na tano mstari wa ishirini na moja Isaya sitini na tano ishirini na moja nasema hivi, nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Kwa hiyo hongera sana kama umeota unajenga nyumba nzuri, basi hii uh, ndoto itakuwa ni nzuri kwako, ni nzuri kwako, inaashiria unaenda kuwa na hatima nzuri. Alafu unaona una un, u, u, u, anasema watapanda mizabibu na kula matunda yake, ina maana utafaulu, utafaulu. Ndoto ya sita, ndoto ya sita unapoota na mti mkubwa umepanda, mti ukawa mti mkubwa eh? unaona miti umepanda una shamba la ambalo la, la, la, la, limejaa miti na ni miti ambayo kwenye ndoto wewe unaona unalipanda. Mwingine alikuwa anaambia anaona amepanda, kisha ikawa tu yani, kwa ndoto akaona tu imekuwa ime, ime mti mkubwa. Basi unapoota ndoto hii hey, inaonesha utakuwa mtu mkubwa, kwa sababu ama pia unaota mti ule umekua, kisha unaona ndege wengi wame, wako pale, na kuonesha kwamba kuna utafaulu, utabarikiwa Hatima yako ni kubwa. Kuna watu watakuja chini yako, kuna watu watakuja kwenye himaya yako, yaani kutafuta shelter kwako, utawasaidia wengi. Alafu swali ambayo ningetaka ujiulize leo, je, maisha yako inawasaidia wengine? Sasa kama maisha yako unakuta hauwasaidii watu, basi una hatima ndogo una hatima ndogo. Ndoto ya mwisho, ndoto ya kuona picha yako uh, picha yako ama jina lako likiwa angani. Unaona picha yako na jina lako angani, yaani kwa kwa namna nyingine, unaona ni kama zile vibandiko posters zimebandikwa angani. Ehe, unaona posters, unaona posta iliyo na picha yako ama picha zako zikiwa angani zikiwa angani, ama unaona jina lako likiwa angani maj... yameandikwa angani menielewa? Unaona picha angani picha ya kwako ama majina yako yakiwa yako pale angani. Sikiza kitabu cha Samueli wa Pili saba na mstari wa, sit, wa tisa. Samueli wa Pili saba tisa inasemaje? Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele zako, nami nitakufanyia jina kuu, nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani Narudia tena, narudia tena: nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikoenda na kuwakatalia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanyia jina kuu, nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani, kama jina la wakuu walioko duniani. Kwa hiyo unapoona jina lako juu, inaonyesha Mungu anakupa jina kuu kama ya wakuu duniani. Inaonyesha Mungu atakufanya utaheshimika, una hatima kubwa, kesho yako ni kubwa. Mwana wa Mungu, usijidharau. Unapoona jina lako angani, picha yako angani, una ukuu, una ukuu. Mungu akubariki sana. Hadi kipindi kijacho, ni mchungaji wako Reverend Peter Shama. Kumbuka kulike, kumbuka kushare na kusubscribe, na Mungu atakubariki sana.

Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako.